Kitabu cha Yeremia sura ya ishirini na tatu na ya ishirini na nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Ninawakaribisha watu wa Mungu maeneo mbalimbali mbali mliopo, tuweze kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kusoma neno la uzima. Andaa Biblia yako, karibu. Na tutakapokuwa tunasoma, maeneo ambayo utakuwa unaona unayaelewa zaidi kuliko mengine, au kuna eneo linakugusa zaidi, jua kwa wakati huu eneo hilo ndilo ambalo Mungu anaongea na wewe kwa sasa. Lakini pia iwamkini, ukasoma na ukajikuta hauelewi unachosoma, usikate tamaa, rudia kusoma tena na tena mpaka uelewe. Wapendwa, tusali, tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, hapo Baba unatupa kibali cha kusoma neno lako, tunakuomba Roho Mtakatifu uje, Roho mleta uzima na amani, tusaidie tuweze kulielewa neno lako na tuweze kutiwa muhuri wa uzima na tuweze kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yeremia sura ile nyingine tena ya tunaosonga nayo mbele siku ya leo. Karibuni sasa, tuungane na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kumbuka ni Yeremia 23 na 24. mlango wa 23. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaolisha watu wangu mmetawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa, na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili, Bwana ni haki yetu. Kwa hiyo, angalia, siku zinakuja, asema Bwana ambapo hawatasema tena aishivyo Bwana aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, lakini aishivyo Bwana aliyewapandisha na kuwaongoza wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini na kutoka nchi zote nilikowafukuza; nao watakaa katika nchi yao wenyewe. Katika habari za manabii: moyo wangu ndani yangu umevunjika, mifupa yangu yote inatikisika, nimekuwa kama mtu aliyemlevi na kama mtu aliyeshindwa na divai, kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya maneno yake matakatifu. Maana nchi imejaa wazinzi; kwa sababu ya kuapa nchi inaomboleza, malisho ya nyikani yamekauka. Mwenendo wao ni mbaya na nguvu zao si za haki. Maana nabii na kuhani wote wawili wanakufuru; naam, katika nyumba yangu nimeuona uovu wao, asema Bwana. Kwa ajili ya hayo njia yao itakuwa kwao kama mahali pa kuteleza gizani, watatelemshwa na kuanguka hapo, kwa maana nitaleta uovu juu yao, nam mwaka wa kujiliwa kwao, asema Bwana. Nami nimeona upumbavu katika manabii wa Samaria; walitabiri kwa Baali, wakawakosesha watu wangu Israeli. Katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno linalochukiza sana, hufanya zinaa, huenda katika maneno ya uongo hutia nguvu mikono ya watendao maovu hata ikawa hapana mtu arejeaye na, na kuacha uovu wake wote. Pia wamekuwa kama Sodoma kwangu na wenyeji wake kama Gomora. Basi Bwana wa majeshi asema hivi katika habari za manabii, tazama, nitawalisha pakanga, nitawaonyesha maji ya uchungu, kwa kuwa kutoka kwa manabii hawa wa Yerusalemu kukufuru kumeingia katika nchi yote. Bwana wa majeshi asema hivi Msisikilize maneno ya wa manabii wakiwatabiria, huwafundisha ubatili, hunena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Daima huwaambia wao wanaonidharau Bwana amesema, mtakuwa na amani; nao humwambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wowote. Maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu na kulisikia? Tazama, tufani ya Bwana, yaani ghadhabu yake, imetokea ni dhoruba ya kisulisuli; itapasuka na kuwaangukia waovu vichwani. Hasira ya Bwana haitarudi hata atakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio; sikusema nao, lakini walitabiri lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangaliwasikilizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Je, ye, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? asema Bwana. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? asema Bwana. Nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema, nimeota ndoto, nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo? hata lini manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao wanazomhadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. Nabii aliye na ndoto na, na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu, na aseme neno langu kwa uaminifu. Makapi ni kitu gani kuliko ngano? asema Bwana. Je, neno langu si kama moto? asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Basi kwa sababu hiyo, mimi ni juu ya manabii hao, asema Bwana, wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu. Tazama, mimi ni juu ya manabii asema Bwana, wanaotumia ndimi zao na kusema yeye asema. Tazama, mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo, asema Bwana, na kuzisema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao ya upuzi, lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala hawatawafaidia watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Na watu hawa au nabii au kuhani atakapokuuliza akisema Mzigo wa Bwana ni nini? Ndipo utawaambia mzigo gani, Bwana asema, nitawatupilia mbali na katika habari ya nabii na kuhani na watu watakaosema mzigo wa Bwana, mimi nitamwadhibu mtu yule na nyumba yake. Mtasema hivi kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, Bwana amejibu mtu, na Bwana amesemaje? na mzigo wa Bwana hamtautaja tena, maana neno la kila mtu ndilo litakalokuwa mzigo wake, maana ninyi mmeyapotosha maneno ya Mungu aliye hai, ya Bwana wa majeshi, Mungu wetu. Nawe utamwambia nabii hivi, Bwana amekujibu nini? Na Bwana amesemaje? Lakini mkisema mzigo wa Bwana, basi Bwana asema hivi, kwa sababu mwasema neno hili